"Kocha ana siku chache tu lakini kibwana hakamatiki." Ni maneno ya mdau mmoja wa soka kutokea hapa Tanzania ambaye amefunguka baada ya kocha Patrick Mabedi kuweza kutambulishwa kama kocha msaidizi wa klabu ya Yanga. Kwa mjibu wa mdau wa soka huyo, anadai kwamba klabu ya Yanga imetangaza rasmi Patrick Mabedi kuwa kocha msaidizi wa kikosi hicho akijiunga iki, na benji la ufundi la mabingwa hao wa ligi kuu ya NBC Premier ligi e, ya Tanzania bara. Anaeleza kwamba Mabedi, raia wa Malawi, amewahi kuwa kocha mkuu wa timu ya taifa ya Malawi kuanzia mwaka 2023 mpaka 2025, na anasifika na na kwa uzoefu mkubwa katika ukufunzi e, wa soka barani Afrika kupitia taarifa iliyotolewa na klabu hiyo Yanga imesema ujio wa Mabedi unalenga kuimarisha benchi la ufundi na kuongeza ubunifu katika mbinu za ufundishaji kuelekea msimu mpya wa mashindano ya ndani na ya nje. Taarifa inasema Patrick Mabedi pia ni mchezaji wa zamani wa timu ya taifa Malawi na klabu ya Kaiser Chiefs ya Afrika Kusini, ambapo alijipatia heshima kama mmoja wa wachezaji tegemeo katika safu ya ulinzi. Sasa ujio wake unatarajiwa kuongeza nguvu mpya ndani ya benchi la ufundi la Yanga linaloendelea kujiandaa kwa mashindano ya ndani na yale ya nje. Lakini una, unaelezwa kwamba toka alivyoingia basi, wachezaji wengi wamekuwa wakimwelewa mbinu zake tofauti na zile ambazo alikuwa anatumia Romain Folz, ambayo wengi waliweza kuzikataa hata hata kama ambao sio walikuwa ni wachezaji, lakini kwa huyu inaelezwa kwamba basi Kibwana ameweza kubadilika kabisa, yani hakamatiki kutokana na mbinu za mwalimu Patrick Mabedi aliweza kuletwa ili kusaidiana na kocha mkuu ambaye ni Roman Folz, ambaye taarifa za ndani zidai kwamba klabu na uongozi wa klabu ya Yanga uliweza kumshinikiza ili aweze kujiuzuru, baada ya mashabiki na wadau wengi kutoridhishwa na vile ambavyo anafundishwa. Lakini imeelezwa kwamba alikataa, yeye mwenyewe alikataa kwa kudai kwamba hawezi, hawezi kabisa ku, ku, kuji, kujiondoa kuna kwa klabu hiyo au kuweza kuandika barua ya kuacha kazi, labda wao wawezi kumwandikia barua hiyo.